Sasa nitakwambia mambo machache yatakayokusaidia kuboresha mahusiano yako na ndoa yako, mambo machache ambayo yatakusaidia kuboresha mahusiano yako na ndoa yako. Jambo la kwanza, nitaongea mambo manne kwa kilu, alafu nikirudi baadaye nitaongea afya akili pamoja na maswali. Jambo la kwanza, sasa hivi vitu vitakusaidia, vita kuboresha mahusiano yako na ndoa yako kwa nini nazungumza mahusiano na ndoa? Kwa sababu nafahamu kuna wengine ambao hatuko kwenye ndoa, lakini tuko kwenye mahusiano. Kuna wengine ambao tunatamani kuingia kwenye ndoa, lakini bado hatujaingia. Uko kwenye mahusiano, namna gani unaweza ukaboresha hali, hali zako za kwenye mahusiano pamoja na ndoa. Jambo la kwanza, jitahidi sana kujitambua. Naomba tusaidie kumwambia mwenzako, jitambue. Watu wa Mungu, naongea na wanawake hapa na naomba nikusaidie kitu kikubwa sana. Watu wengi tunapenda sana kuwatambua watu wengine na tunatumia jitihada kubwa sana kutaka kujua umbea na ubuyu kuhusu watu wengine, lakini hatutumii muda kujitambua sisi wenyewe. Unataka kujua kaolewa na nani, kapewa mimba na nani, ameachishwa kazi, atapelekwa wapi. Unataka kujua maisha ya watu wengine, yanakuhusu? Jitambue wewe kwanza. Sasa wewe hujijui, Ujielewi, hujui madhaifu yako, hujui nguvu zako, alafu unahangaika kujua watu wengine wananisema wananizungumza, hawanitakii mema. Ngoja nikwambie, ukijifahamu wewe kwanza, wao wanakutakia mema, hawa watakue, hawakutakii mema, it is none of your business. Naomba niwafundishe saikolojia, watu wanachozungumza kuhusu wewe kinakuathiri kwa asilimia Naombani watu wanachozungumza kuhusu wewe, watu wanachosema kuhusu wewe kinakuathiri kwa asilimia ngapi? Ishirini. Kile unachosema kuhusu wewe mwenyewe kinakuathiri kwa asilimia thamanini. Sasa angalia kosa watu, hatuangalii tunachosema kuhusu sisi, tunaangalia watu wanachosema kuhusu sisi. Tunashughulia asilimia ishirini, tuna asilimia ngapi? baada ya kugundua kwamba watu wanaochonizungumza kina asili kinaniathiri ni asilimia ishirini asili tu. I don't care who says what. Cha kwanza ninahakikisha, je, nilichokifanya na nilichokiongea mimi na Mungu tuko sawa au hatuko sawa? Nikitiki tuko sawa, sawa, nakwenda tiki ya pili. Je, mimi na mke wangu tuko sawa au hatuko sawa? Tuko sawa, tiki ya tatu. Mimi na watoto wangu tuna athari yoyote? Hatuna athari. Waache waseme, mwishochoka